Pita usemwe, jamani! Nazira huyu kamsema yule yule, kamsema huyu. Familia ya mama Chilemba inagombana kisa vitu vidogo. Kwele, kwele, kwele. Kwele, kwele, kwele. <mikia> <mikia> Mimi za mwanangu sasa kwa dada. Ha, hapa ha, nikwambie ha, vizuri. Master Kobe asante. Mazingira yanacho kupanga kila kitu toka nyumbani. Unaelewa vizuri tu. Umeelewa? Sasa sitaki uonge, yaani uonge pashambe kama Yakobo. Bia bwana.

Jamani, yule yule safi usemwe. Jamani, hiyundani umepiga? Hmm, kweli mundani, sijapika sasa. Hmm, kwa nini hujapika? kati mi, unajua mwenye lazima nikija hapa, nani kwambia Nipika uliniachia hela. Tabia yako ya wizi hujaacha, si ndiyo? Hivi <tipa> mimi niongee mara ngapi? So, kama ama mimi sijaacha tabia ya kuiba au kisha naonaistiyako naishiando najua wamba mimi naendelea kuiba si ndiyo? Hivyo sio? Kama unasingiziwa umeonekana unaiba ni nani? Unajua kuna bia mtu mzima hawakujui. Unajulikana vizuri babangu, tabia ya kuiba hujaacha. Na sijui utaacha utaacha lini. Mpaka waje kukuachwe mkono huo ndo utaacha. Wewe umeshaanza kuimba ombea na mashoga zako sio? Oa, nika na mzee kukaa kukaa kukaa, bila bila kuniongelea mimi. Yaani yani amwezi amwezi amwezi kukaa bila kumwongelea jamani Chilemba. Amwezi kukaa, ni amwezi kufly yani. Oa, kwanza usiniumize kichwa changu maana kichwa kimechanganyikiwa kwanza hapa yenyewe sielewi, mtanenye kumechalala, afu hapa yenyewe yani sielewi, ngoja nikalale.

Unatarajia kuitwa baba. Hivi <coughs> <coughs> unachokiongea unamaanisha kweli? Rudia tena, maana kama masikio yangu hayajasikia vizuri unachokiongea hapa sasa hivi. Unasemaje? Unatarajia kuitwa baba. Unabeba mimba mwizi. Usiniambie mimi mwizi hapa. Alafu unabeba mimba. Alafu nikwambie mimi sijapanga sasa hivi kuani kuwa na mtoto. Hey, nini? Unashangaa? Unasemaje wewe?

Hizi tumia nguvu. Tuende basi twende basi. Kazi toto mdogo kazi kumiliki watu wazima tu, ndio maana anakonda. Umbea ovyo, umbeaskaina unapeleka. Atakoma leo

Eh, hey, mimi mzigo nishapata alafu. Hey, hey. Mzigo umepata umepata wapi? Poa. Usiniambie hivyo. Mzigo kaniuzia nani? Kuna mdogo mdogo katoka Gine huko kaniletea mimi mzigo. Anaitwa Singo X, yani hey, kaniletea. Yaani mdogo wangu yani hivi yani kama kaletwa ni na malaika. Maibubu na kutamzigo hapa. Eh, mzigo nikiangalia eh, hey.

Sema mimi nitajua cha kufanya. umtoto umtoto i nitamwonyesha. Inagombana kisa vitu vidogo, mambo madogo tu wanagombana, shida tu. Uswahili ni bala, kijiwe nongwa, na bala hivyo hivyo. Nyosha vyombo <coughs> <coughs>

Haupigi tena miziki kama mwanzo eh? una habari eh, gani tena hizo? basi fanya eh? Hmm. Jirani utoe ela umeme urudishiwe maana jirani ndio kwatuwezesha humo ndani kama unavyojua. hatuna kile eh, fanya tu na nini na mjomba yenyewe kama huu unavyoona h

mzima za tunamuuliza, kufahamu anaitwa Hashim, namjua una shilingi ngapi? Mnauliza huyo mtu namna 1000 ongezeni dau kidogo tusaidie, ni ni elfu moja, ongezeni dau kidogo

amadaiakaiaikiia Pita Usemwe, jamani. Nazira uyu kamsema yule kamsema <laughs> huyu familia ya Mama Chilemba inagombana kisa vitu vidogo, mambo madogo tu wanagombana, shida tu, uswahili ni bala <laughs> Hey, hey, <baby. laughs>

Mtoka asubuhi, mimi sijamuona Lochaya. Atakuwa kuelekea wapi? Anajua mwenye alikuwa ameenda kwa mama yake, anatuleta nyumbani ule, ila mimi na wasiwasi naye mwenzenu yule. Eh he kwanza mama amerudi kwanza mama yenu karudi, naposikia amerudi, ila sina uhakika. Nasikia ndugu umeisha, umeisha nini tena ndugu yako anambiwa hivi

Aaa, huyu kamsema yule, yule yule kamsema huyu. Familia ya mama Chilemba kodi alibumeona huymachilemba imemputaa. Ndo wewe umemwona, binti yangu umemwona, binti yangu ni mwanangu wa pekee, nimemsomesha kwa taabu, nimepata shida sana. Ana ujauzito mwanangu, maana naona unakuja juu kama moto wa kifuu. Mara ana mimba, mara umemsomesha, mara chile mtaka kiremba kwa sababu unasema

Pita usemwe jamani, na zira huyu kamsema yule, yule kamsema huyu, familia ya mama Chilemba inagombana kisa vitu vidogo, mambo madogo tu wanagombana, shida tu. Uswahili ni bala, kijiwe nongwa nao bala, umbea kwao kama silaha. Huyu kamsema yule, yule kamsema huyu, familia ya mama Chilemba.